Kwa kweli sisi tunashukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea ghorofa yetu hapa. Tunaona tumesaidiwa madarasa, ofisi mbalimbali. Tulikuwa na ukosefu wa madarasa, ambapo wanafunzi wengine tunashindwa kujisomea madarasani, madarasa ni machache. Kwa hiyo tumeshukuru sana Samia kutusaidia kutujengea madarasa, kwa hiyo tunampongeza sana rais wetu. Cha kwanza hapa nianze mkuu wa mkoa kutembelea hii leo, na pia napenda nitoe shukurani zangu za dhati kwa rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu ametuwezesha kujengea jengo letu hili kama linavyoonekana ambalo litasaidia wanafunzi wa leo na mpaka kizazi kinachokuja. Kwa hiyo nampongeza sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuleta jengo kubwa kama hili hapa ambalo litasaidia sana wanafunzi wengi. Kwa na matumaini Ulianza tarehe 28 mwezi wa kumi 2022. Kwa makadirio ya ujenzi huu kwa kuzingatia BOQ ni shilingi milioni 676 571, eh, 467. Mradi huu unatekelezwa kwa mfumo wa force account na fundi anayejenga hapa anaitwa Isaya Nyarusi. Mradi huu unatekelezwa kupitia vyanzo mbalimbali vya mapato hivyo, ukamilishaji unaendelea kadri fedha zinavyopatikana, na vyanzo hivyo ni kama ifuatavyo. Chanzo cha kwanza ni halmashauri ya mji wa Njombe. Tarehe 20 mwezi wa 10 2022, wamkurugenzi alitoa milioni 100. Chanzo cha pili ni mheshimiwa mbunge Deo Manyika, ambaye yeye alitoa milioni kumi. Chanzo cha tatu ni michango ya wananchi. Wananchi walitoa milioni 23 na elfu 15. Mbunge mstaafu Mr. Mwalongo huyu alitoa laki tano. Lakini pia kuna michango ya serikali kuu. Tarehe 28 mwezi wa 10 2023, serikali kuu walitoa milioni 100. Serikali kuu pia tarehe 2 mwezi wa 2 2024, walitoa milioni 75 na serikali kuu tena tarehe 4 mwezi wa 3 2024, walitoa milioni 100 na hapa mwishoni, tarehe 28 mwezi wa tano e, halmashauri ya mji Njombe mkurugenzi mitoa shilingi milioni 50 na kufanya jumla ya mapato milioni 458 515000. Na e, mpaka sasa mradi huu upo hatua ya upauaji na vifaa vyote vipo kuanzia hatua ya upauaji, uwezekaji, mfumo wa maji awamu ya kwanza, umeme awamu ya kwanza na upigaji wa dari, hivyo ujenzi unaendelea. Matumizi ni kama ifuatavyo: mapato kama nilivyosoma pale juu milioni 458,515,000 matumizi mpaka hapa tulipo, tumeshatumia milioni 408,514,400 na kubakiwa na, na, na salio milioni 50. Changamoto katika ujenzi huu zimekuwa zikijitokeza mara ma, mara kadhaa imetokea wazabuni kuchelewesha kuleta vifaa pale ambapo wanakuwa tayari wameshachaguliwa kwenye mfumo kuleta vifaa. Pia mfumo wa NEST umekuwa ukisumbua na wakati mwingine umekuwa ukichelewesha shughuli za manunuzi na kulipa mafundi. Shukrani. Tunatoa shukrani zetu za, za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani, ofisi ya Mkuu wa Mkoa kwa maelekezo na ushauri naotupatia pia, tunatoa shukrani kwa halmashauri ya mji wa Njombe kupitia Mheshimiwa Mbunge, baraza la madiwani na ofisi ya mkurugenzi. Kwa kipekee tunatoa shukrani kwa diwani wa kata ya Uwemba pamoja na wananchi wa kata ya Uwemba kwa kupatia fedha ambazo zimetufikisha katika hatua hii ya mradi. Nishukuru sana Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Anthony Mtaka kwa kuja kututembelea katika mradi wetu mkubwa wa madarasa nane ya gorofa uh, pia nipende sana kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha fedha zote milioni mia nne hamsini na ngapi zilizoingia hapa kwa ajili ya ujenzi mkubwa wa gorofa. Lakini pia nipende kuwashukuru ofisi ya mkurugenzi, waheshimiwa madiwani wote wa halmashauri ya mji kwa kutusapoti mpaka leo tunaona gorofa imefika hapa na sababu ya wanauwemba kutaka ghorofa ilikuwa ni sababu tu maeneo yetu hapa ni madogo. Kwa hiyo tukawaza ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuyatumia maeneo yetu vizuri, tukabuni mradi huu wa ghorofa. Ombi kwa Mheshimiwa Rais, mkuu wa mkoa, tunaomba tu mtusapoti, ili jengo liweze kukamilika mwaka huu na wanafunzi wetu waweze kuingia madarasani kwa sababu bado tuna uhitaji wa madarasa. Lakini wana Uwemba bado hatuishi kwa ghorofa hili, tunaomba Mheshimiwa Rais mkuu wa mkoa na vyombo vyote, tunaomba baada ya kumaliza hili, tunatamani kujenga ghorofa nyingine ili kuweza kuitumia ardhi yetu vizuri, na kwa sa na iko wazi tu, eneo letu ni dogo, ukijaribu kuangalia hata huko mbele tumejenga mabweni kwenye viwanja vya mipira. Hii yote inaashiria kwamba eneo la shule ya sekondari Uwemba ni ndogo. Kwa ombi letu kwa serikali, tunaomba tuendelee, tunaomba tuendelee, waendelee kutusapoti kujenga magorofa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mama Samia oye! Tumeletiwa zaidi ya billions of money ambao tumeweza kutekeleza miradi mbalimbali, mbali ya shule na tunashukuru serikali kwa kutetea shule milioni 270 ambapo pia hata mapato ya ndani tumeweza kuunganisha kwa kujenga hili jengo. Tunaamini tutamaliza huu mwaka huu kwa ajili ya wanafunzi basi waweze kutumia pia na ofisi za walimu. Tunashukuru sana na tunaahidi kwamba hela tunazoleta kama sisi halmashauri tunahakikisha tunasimamia na kutekeleza miradi yote kwa kadri ambavyo muda uliopangwa. Asante. Leonard Msendo, kaimu afisa elimu mkoa. Kimsingi tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na jemedali wetu mkuu Mama Samia Suluhu Hassan Daktari, kwa namna ambavyo sekta ya elimu amepatia upendeleo wa hali ya juu mkoa wa Njombe. Hakika zawadi yetu ya pekee ya kumlipa Mama Samia Suluhu Hassan ni matokeo makubwa, tukiongozwa na viongozi wetu, wetu wa mkoa, sekretarieti ya mkoa kuhakikisha wanafunzi wetu wanafanya vizuri katika, katika masomo yao. Miradi hii ni moja wapo tu ya miradi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza katika mkoa wa Njombe. Tunayo miradi kadhaa ya Sekwe, ujenzi wa shule mpya, miradi ya busti, miradi ya mabweni, mabwaro, nyumba za walimu na matundu ya vyoo. Lakini kwa namna ya pekee sana mheshimiwa mkuu wa mkoa leo akaona atembelee mradi wa Uwemba kwa ajili ya kuangalia ujenzi unaendeleaje na kama tunavyoona sasa kwa fedha ya serikali kuu mapato ya ndani ya halmashauri pamoja na michango ya wananchi, jengo hili sasa linaanza kuwezekwa, kama tulivyo na mafundi wako juu wanawezeka. Ni matumaini yetu kabisa kwamba wanafunzi mlioko Uwemba hamta yangusha serikali ya mkoa, hamtamwangusha mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba mnamlipa matokeo mazuri. Diwani wa kwanza kumfahamu hapa Njombe ni Mtewele, alikuja ofisini kwangu akaambia, mkuu wa mkoa, mimi nataka kujenga shule ya ghorofa lakini pesa zinazokuja zinakuja pesa za kujenga madarasa ya chini, lakini mimi nina maono na wananchi wangu kwamba tunaweza tukajenga shule ya ghorofa na ikatusaidia. Nikaambia Mtewele, sio shida wala sio dhambi, wewe una mkurugenzi ambaye ni kijana, nachoamini kwamba vijana sio warasimu, sio wahafidhina wa mawazo kakae na mkurugenzi mkubaliane, pesa zinapokuja za madarasa kule Uwemba, mwone namna ambavyo mtatekeleza pesa ile ile kwenye kujenga mradi ambao ninyi mnautaka. Na bahati nzuri, si tumeanza kuhamasisha ujenzi wa majengo ya kwenda juu, kwa sababu hapa ni makao makuu ya mkoa na ni lazima maeneo yataendelea kupungua kwa sababu Njombe iliyokuwa halmashauri ya wilaya ya Iringa siyo Njombe ambayo sasa ni mkoa. Kwa hiyo nikamwambia nendeni mkaanze. Namshukuru kwa sababu yeye kama diwani na mheshimiwa mbunge wake kaka yetu Deo Mwanyika waliona hili wazo nzuri, lakini mkurugenzi akaona hili jambo ni la kubeba halimashauri ikaanzisha mradi kwa kushirikiana na nguvu za wananchi, na leo tunaona matokeo ya uthubutu wa kuanza. Baadaye serikali kuu, mheshimiwa rais alipoleta pesa, watu wa Uwemba hela zao zikaenda kwenye mradi ambao wako nao, na leo tuna mradi ambao ni wa upekee sana kwenye mkoa, kuwa na shule ambayo inajengwa kwa nguvu za wananchi halimashauri na serikali kuu na tukapata mradi wa majengo ya ghorofa madarasa nane yenye vyoo, lakini pia yenye ofisi za walimu. Tujipigie makofi. kwa Mtewele Wele, mimi nakupongeza na watu wa kata yako wanaweza wakatembea kifua mbele kwamba walichagua mtu ambaye ni kijana msomi na ana maono ya watu wake, na hii ndiyo tafsiri ya uongozi. Mungu akubariki sana. Sasa la pili, mkuu wa shule, ninakupongeza kupongeza sana kwa sababu na we mwenyewe usingekuwa ni msimamiaji mzuri tusingefika tulipofika. Kupitia wewe nawapongeza walimu wote namna ambavyo mmekuwa na mchango mkubwa kwenye miradi hii, kwa sababu ninyi sio ma mainjinia, sio kazi uliyosomea darasani lakini kwa sababu ya majukumu na kwa sababu barua yako ya ajira inasema, na majukumu utakaopangiwa na mwajiri, umekuwa responsible kuhakikisha kwamba mradi huu mzuri unakuwa na matokeo mazuri. Taarifa uliyosoma hapa, milioni mia nne, na kazi yenyewe, vinajieleza. Wala uhitaji TAKUKURU, wala uhitaji watu kuja kwanza kupokea milioni mia nne na kuna miradi ukitajiwa figa, mnaanza kuizana. Jamani, hivi kweli hapa bilioni moja, lakini unaona milioni mia nne, yenye matokeo: madarasa nane, vyoo, ofisi na mradi unaonekana value for money, thamani ya pesa na mradi vinafanana. Kuwa shule na kupongeza sana <laughs> mwenyekitu wa mtaa na kupongeza namna ambavyo wadau na wananchi wamepokea mradi huu vizuri. Nifikishie salamu zangu kwa wenzako, kwa wananchi hapa Uwemba, mna watu wengi sana huko duniani nakumbuka Mwamanga hapa alikuwa mkurugenzi wa tasa kwao ni hapa Mwanyika Deo ameanza kufanya maendeleo huko hata kabla hajao mbungi kwao nachosema <coughs> mwenyekiti wa mtaa diwani wa kata endeleeni kuwakaribisha wanauwemba wachangie maendeleo ya nyumbani kwao tunapoenda mwisho wa mwaka Mheshimiwa diwani mwenyekiti wa mtaa waambieni wanauwemba kwenye magurupu yenu ya WhatsApp kwamba mwisho wa mwaka tunawakaribisha wanauwemba, diaspora, wanauwemba walioko nje ya eneo letu. Tutakuwa na kikao cha maendeleo ya kata mwisho wa mwaka, mnapokuja nyumbani tujadili uwemba wetu, uwemba yetu na maendeleo. Waone miradi kama hivi, waone vituo vya afya, waone namna ambavyo wanauwemba wenzao kama akina Mwanyika kama akina aliyekuwa mkurugenzi wa tasa nani yule anaitwa Mwamanga mwama kina Mwamanga, namna ambavyo wametoa mchango mkubwa kwenye maeneo ya nyumbani kwao, ili tuwajengee matamanio. Si unanielewa? Leo Uwemba hapa ni kijiji, ni mtaa, una shule ya ghorofa. Umetoka Njombe unakuja hapa Uwemba, unaona mabarabarani huko viwanda vya kumenya miti, kumenya magogo vipi? Tunajenga barabara kubwa ya rami kwenda Ludewa kuna mtu kwao ni Uwemba yuko Dar es Salaam, bado anawaza kwamba kijijini kwao Uwemba watamloga kujenga nyumba ya bati, kumbe hajui Uwemba wana shule ya ghorofa, Uwemba wana nyumba za vigae, Uwemba watu wamejenga nyumba za maghorofa kuliko na nyumba anayoishi Dar es Salaam. Sasa tuambie watu wa Uwemba walioko Dar es Salaam, walioko mikoani wasiogope kuja nyumbani, waje washiriki maendeleo ya nyumbani. Wasiogope kuja nyumbani wakawasubiria misiba itokee ndo waje kuzika, waje wayaone maendeleo haya. Na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa mtaa, hizi ndo picha za kutuma kwenye magrupu yenu ya WhatsApp. Maengineer wetu tunampongeza mkurugenzi na timu yake yote ya CMT maengineer wake Ghorofa hili linajengwa na mafundi wa Kitanzania. <coughs> Manake, tunaweza mafundi wetu hawa wakiwa waaminifu na mainjinia wetu mashawri, mzungu, wa serikali wa halmashauri wakasimamia vizuri, hatuhitaji mchina wala mzungu tujengee mradi wa aina hii. Ujasiri wa mtu kujenga jengo kama hili kesho linatupa ujasiri wa kumpa kazi nyingine nzuri. <coughs> Mkurugenzi, niendelee kukuomba kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 25 30, tumesema tunataka tuzalisha ajira. Kuna hela nyingi zinakuja kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, tungetamani kuona <coughs> loko fundizi wa Njombe ambao ni wazuri wanaofanya kazi zenye ubora kama hizi tunaendelea kuwatambua, tunawasajili, tunawajengea uwezo, mabenki yetu yanawapa mitaji, halmashauri inakuwa baba na mama yao, inawadhamini, tunawapa kazi zetu za kufanya, kesho wanakuza kampuni zao mpaka wafike klasi 1 waweze kushindana kwenye ujenzi wa miradi mikubwa. Hiyo ndiyo focus.